Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ndugu yangu mpenzi, mfadiliaji wa darasa zetu hizi mbalimbali tunazozitoa kokote pale ulipo duniani. Nakwambia hivi, ndugu yangu, umewahi mno kukata tamaa juu ya rehma za Allah subhanahu wataala. Umewahi mapema mno kurudi nyuma katika mapambano dhidi ya dhiki, mitihani, shida zinazokupitia. Leo nakwenda kukufundisha majina hayo matatu tu ya Allah subhanahu wataala. Haya majina ni mujarrab Haya majina ni kiboko, haya majina yana maajabu. Sijapatapo kuona majina haya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutibu nuksi za mwili, mikosi ya mwili, hasadi za mwili, vijicho vya mwili, giza la mwili vifungo vya sihiri na masala mengine mbali mbali. Kokote pale ulipo duniani, ndugu yangu mpenzi unanitazama hivi sasa, kama ulikuwa unatarajia kwenda kukata tamaa, basi nakuomba ndugu yangu, kabla hujakata tamaa, hebu kayatende haya nitakayokuelekeza usiku hii ya leo. Unajua watu wengi wanakata tamaa kwa sababu gani? Anaona, mimi mbona nishaoga dawa nyingi mi mbona nimeshaoshwa katika viringi vingi vya waganga. Mimi mbona nimeshafanya mambo makubwa, nimeshavunja nazi njia panda. Mi mbona nimeshafanya mambo mengi na bado sifanikiwi. Nakwambiaje, kukoshwa njia panda, ama kukoshwa katika viringi, ama kwenda kukoshwa makaburini, hii vitu huwezi kufananisha na uzito wa majina ya Allah. Allah anasema wala dhikirullahi akbaru, kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ni katika mambo makubwa na mambo mazito na ninakwambia, hivi si kila tiba yani, si kila tiba ya inayotokana na ujuzi ambao mtu uko nao unaweza ukamsaidia mtu. Kuna ujuzi mwingine wa uchanganyaji wa uchanganya dawa inaweza isikusaidie, hivi vitu vinatokea Inaweza ukapewa dawa za kukoga ukapewa dawa na zisikusaidie kutokana na uzito wa matatizo uliokuwa nayo. Kuna watu wanapigwa masihiri makubwa toka wanazaliwa, mtu yuko tumboni kwa mama yake, sihiri inamtandika. Kuna watu wamepigwa sihirun yasduru mina sheitani nafsu, uchawi anafanya jini mwenyewe, anapeleka jini mwenyewe, anailinda jini mwenyewe. Wakati mwingine dawa ama uh, dawa unazotumia inagonga mwamba lakini wallahi, nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, majina ya Allah hayajawahi kugonga mwamba katika matatizo. Ukiona wewe unatumia majina ya Mungu bado mambo ni mazito ni magumu mno, ndo kwanza unaharibikiwa. Jichunguze mara mbili, ndugu yangu Aidha, utakuwa una chembe chembe za unafiki katika moyo wako, ama baadhi ya swala zako za faradhi unazoziswali hazikubaliwi na Allah, au jichunguze katika tabia zako na mambo yako unayoyatenda. Inawezekana kuna dhulma mbalimbali unazitenda na unazifanya. Majina ya Mungu hayajawahi kumwangusha mtu ama kumtupa mtu, wajuzi na watu wa dhikri wataniunga mkono haya ninayozungumza na haya nitakayosema sasa. Leo nakupa majina matatu haya, ambayo ndiyo tiba ya huo mwili wako, ambayo wewe unadai mwili huo umeshindikana We unadai huo mwili wako hauwezekani, we unadai huo mwili wako umeshashindikana kabisa. Sasa inawezekana utaalamu ukawa hauna lakini, mi nakupa aina tatu tu za mafuta. Nisikilize vizuri ndugu yangu, nakupa aina tatu tu za mafuta, alafu kazitumia hizi aina tatu za mafuta na haya majina matatu, alafu njoo uniambie e, je, mwili yako imefunguka ama mwili wako haijafunguka? Je, mwili wako bado unagiza? Kafanye kwa imani, kafanye kwa yakini, kafanye kwa ikhlas alafu utaona maajabu ya majina ya Allah subhanahu wa taala. Allah anasema, wala dhikrullahi llahi akbaru, na kumtaja Allah ni katika mambo makubwa na katika mambo mazito. Walillahi lasmaul husna lhusna, na ana Allah majina yaliyo mazuri. Faduhu biha, muombeni Allah subhanahu wa taala kwa hayo majina yake. Sasa sikiliza inawezekana ukawa hauna utaalamu wa kuchanganya mafuta kama utaalamu tulokuwa nao mimi, lakini sikiliza, wallahi ladhim, katika haya ninakupa, ndani yake kuna shifa na ponyo kubwa juu ya mwili wako huo, ambao unadhani umeshindikana katika maradhi. Katafute mafuta ya tini, Allah akapata kuyapia mti wa mtini, Allah akapata kuwatia kuwapia watini wa zaituni, sawa eh? Katafute mafuta ya zaituni. Mafuta haya nira, ni mepesi na ni rahisi, yanapatikana. Alafu katafute mafuta ya mkunazi Zaituni, mkunazo, haya mafuta matatu tu yatafute baba yangu. Ukishatafuta haya mafuta, mafuta, mafuta aina tatu yachanganye kwa pamoja. Ukishachanganya kwa pamoja, mafuta yako haya ndugu yangu, sasa yale mafuta yako yale yale mafuta yako yasogeze katika kinywa cha mdomo wako. Nakupa mfano mafuta yako ndiyo haya hapa, haya mafuta unayasogeza hapa katika kinywa cha cha cha e, katika kinywa chako hapa. Baada ya kuyasogeza, sasa nakupa jina la kwanza, jina la kwanza hili unalisoma mara mia saba na kumi na moja katika yale mafuta yako uliyoyachanganya. Unalisoma mara mia saba na kumi na moja. Unasomaje jina la kwanza linasema: ya shafi, ya shafi, ya shafi, ya shafi, ya shafi, ya shafi. Alafu mi nataka nikupe, nikupe siri nyingine ndugu yangu. Wakati unataja haya majina umekamata mafuta yako, yani muundani kuna, kuna, kuna vitu jaribu e, kuvipitisha katika nafsi yako, yani hii mi nakupa ni siri ya wewe kuweza kufanikiwa, umeelewa vizuri, katika nafsi yako umu, pi, kuna mambo yapitishe humu yetu, wakati tunasema ya shafi ya shafi ewe, ewe, ewe mpona, yani e, e, shafi maana yake ni mwenye kuponya, ewe mponyaji. Wewe si unaumwa una manuksi una mamikosi na unakaribia kukata tamaa, sasa ndio unamwambia ya shafi, ewe mwenye kuponya. Sasa ndani katika moyo wako hapa unapitisha maneno, Allah ukiniacha wewe hakuna mwingine wa kunisaidia Allah ukinikimbia wewe hakuna mwingine mi nimeangamia. Kuna mungu mwingine nitakayemuomba tofauti na wewe? Wakati unasema haya mambo yanapita huku Allah, kuna mwingine wa kumtaja aliyekuwa bora usiyekuwa wewe? Wewe sindo umejinasibu na kujitapa tukuombe kwa majina yako, kwani mimi sindo fulani bini fulani, niko hapa na kuomba kimoyomoyo, lakini huku unapiga ya shafi ya shafi ya shafi, utaona mwili unasisimka, nile unapata mzuka hizi, hivi fulani hey, hapo. hapo ndugu yangu Inagonga katika ikulu ya mbingu ya saba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jina hii unaipiga mara mia saba na kumi na moja ukimaliza, okay, nakupa jina la pili lenye maajabu lenye siri kubwa. Ndugu yangu muislam hili jina sijapata kuona, wallahi la adhim, linasemaje? Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Imani, imani katika nafsi yako. Hapo unasema ya latif ya latif, hakuna kama wewe. Ya latif ya latif, mara mia saba na kumi na moja. Jina la pili, jina la kwanza ya shafi, mara mia saba kumi na moja. Jina la pili ya latif, mara mia saba kumi na moja. Alafu jina la mwisho yanu no. Nuru ya nuru ya nuru. Lazima upe, nuru lazima mwili wako uupe nuru huo, ndugu yangu, mwili unatakiwa ungae huo, mwili unatakiwa uonekane huo, ukipita pahala pa watu uonekane. Eh, ukipita mahala patu, watu wakuone, uonekane. Ndugu yangu, una giza giza, giza imekuandama, umeshangaika, umekoshwa makaburini, umekoshwa njia panda, umekoshwa kote, lakini giza bado unalo. Hii kiboko ndugu yangu, wallahi, na ukiifanya kwa imani na ikhlasi na yaqini, hii ni kiboko na ni babu kubwa ya nuru unaenda kupa mwili wako nuru pale, ya nuru ya nuru my interview. Sio hauna feli, sijui kazi zako zinaharibika, sijui mambo yako yanakwenda hovyo, kila unalofanya linaharibika, kila unaloshika liendi. Shika hii, ndugu yangu, kodi hizi ninakupa, wallahi utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni babu kubwa na kubwa. Haya majina matatu tumeyafanyia sisi tajriba, na mimi uzuri, huwa sipendi kutoa kitu kabla sijakifanyia majaribio mimi mwenyewe, nakifanyia kwanza tajriba, alafu naona kuna baadhi ya wagonjwa wangu na kwa natukua mfano sisi tumetengeneza mchanganyiko wa mafuta mengi, kama haya haya mafuta unayaona, ni mchanganyiko wa mafuta mengi, tumeyachanganya ndani yake hani mafuta kwa ajili tu ya kufungua mwili, kuyaondosha mwili giza, alafu tumeyasomea haya majina. Lakini baada ya kusomea majina, sisi kuna visomo vingine pia tumeongeza, lakini na haya majina pia tumeongeza. Alafu kabla sijatoa, kuna baadhi ya watu kwanza nimewapa wameyatumia wallahi ladhim, la ndugu zangu Waislam na, na apa katika jina la Allah subhanahu wataala, hakuna hakuna siku inapita mimi sipati shukurani juu ya wale ambao wanatumia haya mafuta, namna yanavyowafungua mwili, wanapata wanapata nuru, masha Allah. Na Mwenyezi Mungu awaongozi zaidi kwa sababu wameacha kutembea na hirizi katika miili yao, wameacha kwenda kuvunja nazi njia panda, wameacha kwenda kukogeshwa na waganga wa kienyeji mabaharini na sehemu zingine. Wakasema hapana, sisi bado tunaamini ziko tiba za kisheria, tiba zilizokuwa sawa sawa, zaituni tini mkunazi yana siri kubwa kabisa ndani yake. Sasa sisi humu tumechanganya mchanganyiko huu mwingi kabisa alafu tumeufanyia hiyo ya Shafi, ya Shafi, ya Latif, ya Latif, ya Nuru kwa ajili ya kuufungua mwili wako kuupa mwili nuru kuupa mwili mwangaza kuufanya mwili wako uonekane kufanya mwili wako ufunguke dhidi ya vifungo mbalimbali wanazokufunga wana wa Adamu. Sasa nimekuelekeza ndugu yangu atafute mafuta aina tatu uweze kuyatumia insha almaula jalla jalaluhu. Lakini ikiwa utahitaji kutoka kwetu pia mafuta haya tunayo tayari tumeshatengeneza alhamdulillah na yana siri kubwa masha Allahu karim. Hatuyafanyi haya ndugu yangu isipokuwa ni jitihada zetu katika kukusaidia wewe dhidi ya matatizo na mitihani unayo, unayopitia insha Allah taala. Kwa unahitaji haya, basi naomba tuweze kuwasiliana. Namba zangu ni 0787552211 au unaweza kunitafuta katika namba ya voda 0 557722. Kumbuka tunapatikana Kigamboni, Mwembe Mtengu, karibu kabisa na tuwa ngoma. Shukran lakum jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.